Tuelekee jijini Arusha nako ambako rais wa Tanzania mheshimiwa John Pombe Magufuli ameanza ziara ya kikazi ya siku tatu mkoani Arusha hii leo. Ziara hiyo ni ya kwanza tangu achaguliwe kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii hapa taarifa zaidi. Ndege ya rais John Pombe Magufuli imetua katika uwanja wa kimataifa wa Kilimanjaro baada ya saa kumi Viongozi mbalimbali mkoani Arusha wakiwa katika uwanja huo tayari kumlaki rais. Ni ziara ya kwanza ya kimkoa anayoifanya rais tangu kuapishwa kwake, huku ziara hii ikitajwa kuwa ni ya kikazi. Tumejipanga kupambana na majini na Watanzania wote bila kubagua vyama vyao na dini zao waweze kufaidika na matunda ya Watanzania yote. Tutaendelea kupeleka fedha kwenye mashule yote. Nitoe wito kwa wakuu wa shule wasicheze na hizo fedha, wasicheze na hizo fedha. Hizo fedha ni kwa ajili ya wanafunzi, watoto wa masikini wasome bure. Rais anatarajiwa kufanya ziara katika chuo cha maafisa wa jeshi cha Mundudi miongoni mwa ziara zingine. Nchi wa Arusha wana furaha kubwa sana kama mnavyoweza kuona. Wananchi wamekuwa ni wengi mpaka tumezuia wasiingie uwanjani mm. Watu wengi wako nje mm. na Wana, wananchi wa Arusha tangu nilipowatangazia kwamba mheshimiwa rais anakuja jana, wamefurahi sana na wanamfurahia sana, sana Dkt. John Pombe Magufuli mm. na wanasema kila mmoja na hamu ya kumwona. Hey, kwa mara ya kwanza anakanyaga ardhi ya Arusha tangu atangazwe kuwa rais hey, ndio mara ya kwanza mm. na kwa mikoa mimi najisifu kwamba mkoa wa Arusha ndio umekuwa wa kwanza mm. kule Dodoma amekwenda kwenye vikao vya chama. Hey, lakini hapa amekuja ziara ya, ya, ya kikazi lakini, lakini katika mkoa wangu wa Arusha. Waliomiminika uwanjani humo kumlaki wameelezea furaha yao kupitia nyimbo na densi uwanjani humo. Baadhi tuliozungumza nao hapo awali wameelezea matarajio yao kuhusiana na ziara hiyo ya Rais Magufuli. Kwa kweli wananchi wa Arusha wanafuraha sa. Daisy Opar, Star TV.